kwangu mimi heshima hii mlionipa natamani kufanya kazi usiku na mchana ili imani kubwa mlionionyesha mlionipokea bila fedha bila mali bila chochote mkasema safari hii tutakwenda na wewe sana nilichokuwa nacho ni, ni magoti haya ambayo mwenyekiti alikuwa ananisema hapo nilikuwa napiga nikiwaomba na mimi nilikuwa sisemi sipiki, kwa sababu tu nilikuwa nataka kura. Hapana, kiu yangu ni kuona ni kuwatumikieni, ni kabisa yale yote ambayo nimeyasema, nataka nifanye kazi usiku na mchana. Inawezekana, inawezekana yako mambo ambayo hayahitaji wewe umesoma chuo kikuu, yako mambo ambayo hayahitaji umekwenda shule tunahitaji kuona inafanyika. Anatakiwa kupatikana mtu mmoja ambaye anajitoa maisha yake kwa ajili ya wengine, kwa sababu wote hatuwezi kwenda bungeni, wote hatuwezi kwenda bungeni, lazima aende mtu mmoja. Sasa mimi nimeenda kwa niaba yenu, naomba nipeni ushirikiano, tufanye kazi. Huu sio muda wa maneno, huu sio muda wa kusemana, huu sio muda wa kukaa vijiweni na kupiga majungu. Hayatatusaidia ndugu zangu, watapatwa chiki, hayatatusaidia. Mmenipa imani hii, nipeni ushirikiano tufanye kazi. Simu zangu ziko wazi masaa ishirini na nne. Kuna changamoto, kuna jambo, njoo tusemezane. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. lakini pia umepata madiwani wazuri ambao leo nimewaona hapa kwa umoja wenu ambayo mnakwenda kuleta maendeleo haya. Sisi kama chama tumemaliza kazi yetu na wananchi wamaliza kazi yao. Kazi yako iliyobakia ni kwenda kuwatendea na kuleta maendeleo na kufanya yale yote ambayo hata wazee wa kimila wamesema, askofu wamesema na watu wote waliozungumza, yale ndio wanayakusudia. Baada ya, ya sisi kwetu Itigi hatutaki kusikia msamiati wa tunaandamana, hatutaki kusikia msamiati si wa vurugu. Sisi huo sio msamiati. Wache wafanye wengine, lakini sio jimbo la Itiki. Sisi tumefundishwa maadili kwa kuwaheshimu viongozi, maana hata Biblia inasema hakuna mamlaka iliyoko duniani ambayo imejiweka yenyewe, ambayo haikuwekwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu ameruhusu wakati huu rais awe Daktari Samia Suluhu Hassan, lazima tumheshimu, lazima tumlinde, lazima tumtetee kwa wivu mkubwa. Mungu ameruhusu makamu wa rais awe Daktari Emmanuel John Nchimbi. Mungu ameruhusu rais wa Zanzibar awe Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mungu ameruhusu waziri mkuu awe daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mungu ameruhusu mbunge wa Itigi awe Yohana Stephen Msita. Ni Mungu ameruhusu. Kwa hiyo sisi tuchapeni kazi, hakuna serikali, hayupo mtu atakayetuletea fedha mfukoni. Ziko changamoto za ujumla za kijamii, tutashirikiana kuzitatua. Tufanye kazi, tupambane. Na kazi ya kiongozi ni kutengeneza miundombinu, ni kutengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia wananchi waweze kufanikiwa kwenye maisha yao na kwenye mipato na shughuli mbalimbali. Hilo nimejipanga, ndugu zangu, na wewe kaa mkao wa kula, kwa kufanya kazi usiku na mchana. Kama ziko changamoto, alisema sana diwani wa Sajarani, si za tembo, si za dengu, si za nini hizo zote tumeanza kujipanga kuzishughulikia. Nirudie tena, swala la amani ni jambo la muhimu kwenye nchi yetu, kila mmoja awe mlinzi na mtetezi mkubwa wa amani. Mnatambua nchi yetu e, siku kadha zilizopita ilipitia changamoto kidogo. Nataka niwaambie hakuna mbadala wa amani. Leo tuko hapa, tunamshukuru Mungu, tunaingia makanisani na msikitini, lakini amani ndio kipaumbele, bila amani hayo yote hayafanyiki. Ni washukuruni sana, tuendelee kuidumisha amani, kuombea taifa na kuombea viongozi. Ninaitwa Mwalimu Kedmon Mpondo, ni diwani wa kata ya Ipande, jimbo la Itigi, halmashauri ya Itigi, wilaya ya Manyoni. Kwa hiyo swala la amani ni muhimu sana, na kama kuna mambo yanahitajika kuzungumzwa, ni bora tukakaa ndani tukaongea kwenye vikao maridhiano na mlango huo rais alishauachia, ndio maana akaanzisha foara, ameachia dirisha la mazungumzo. Kwa chochote kama kuna haja ya mazungumzo, watu wanakaa, tunamaliza. Ila amani ni muhimu sana sanaianu na mbua naishi Itigi, kata ya Tamkareli. Nchi yetu kwanza ni nchi yenye amani, mimi nasema kwamba hao ambao waliokuja kusababisha mpaka sisi tunapigana wenyewe kwa wenyewe, kwa kweli, kwanza yani, inaumia sana afu kingine, hao watu waosababisha nchi yetu. Kwanza ni ya amani na ya upendo. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, amani ni kitu kizuri sana.